Sema shida yako. Nimekuja mganga. Ndio. Nataka unisaidie nifanikiwe. Nataka niwe tajiri kwenu. Nani tajiri? Yaani wewe peke yako ndo ukapoku nyao. Hujasoma hata darasa moja mvua wewe, naona tu maisha magumu. Nataka nifanikiwe mganga. Darasa, hey, darasa la saba. Afu unataka utajiri. Unafanya kazi gani ambayo itakusababisha uwe tajiri? Sina kazi kwa sasa. Mimi ukiniona nafanyana na utajiri. Dizaz! Au kwenye akili yako haraka haraka ukijiongeza. Unajua mimi nishatoa matajiri wangapi? Kwa sababu ili ni watoe matajiri mimi niwe tajiri. Yaani wewe umenikutapa mimi na nimekaa kama na kama na sijala mwezi mzima, alafu unasema nina vipengele hivyo, baba. Unanzingua mwanangu. Hapa tupo kwa niaba ya kuwasaidia watu wenye matatizo makubwa. Unamchanganyia rangi mwanangu, unamtoa kwenye mudi na mzimu mmoja huko unaitwa Jogoo. Utakufyale utakuchanganyia rangi vitu vya bure hamna. Kuna sigelea, kuna gesti. Unachagua wapi uwo? Unachagua wapi uwacheza? Kacheza na kuchezaga, mwanangu. Cheza, cheza mwanangu, utakuja kuniharibia mambo yangu. Cheza mwanangu unanichanganyia rangi babu utaki kufanya kazi unataka utajiri. Mimi mwenyewe nashindia dagaa babu. Wewe unachukulia kila wewe mb... <laughs>